Wakizungumza mjini Mombasa wanachama hao chini ya mwavuli wa chama cha utalii wa pwani ya Kenya KCTA, wameelezea masikitiko kwamba ukosefu wa usalama huenda ukaathiri utalii kutokana na taswira mbaya ya usalama maeneo hayo. Kunapokuwa na utovu wa usalama wa aina yoyote, taswira yetu kama mji wa Mombasa na kituo chochote cha kitalii kinakuwa na jina mbaya. Kama hakuna usalama palipopote popote watalii hawatakuja. Kamishna wa kaunti ya Mombasa Mohamed Nur amedhibitisha kisa cha mtalii kuvamiwa na kupokonywa simu siku ya Jumatatu wiki hii, huku akipuuzilia mbali uvumi kuwa watalii walivamiwa na genge la vijana waliokuwa wamejihami. So I don't know why mtu kuibiwa simu inakuwa kitu kubwa sana na kusema ati 50 gang. 50 gang, town kubwa kama hii Mombasa itapita wapi? 50 gang pale mepita, kutakuwa na watu wamekufa, kuna damu imemwagika. Mumesikia damu imemwagika? Yote mumesikia mtu amekufa Mombasa? Sukaribu hata Likoni, uh, Kisauni yote iko salama. And we want to tell our visitors who are coming for Eastern Mombasa is safe. Karibuni mkuje mujijinjoy Mombasa, uh, as a tourist destination. We assure you of top-notch security. Na tusikubali kuchukua porojo ambazo zinaenezwa na watu ambao hawafahamu Mombasa vile watu wanakaa. Ametoa maelezo kwamba uvamizi huo ulifanywa na mmoja wa vijana wa kurandaranda mitaani, kisa ambacho kinaendelea kuchunguzwa kulingana na kamishna huyo. Kituo kidogo cha polisi pia kitaanzishwa katika eneo la Mapembeni, mojawapo ya kivutio cha watalii ili kuimarisha usalama. Kwa upande wake kaimu kamanda wa polisi kaunti ya Mombasa, Maxwell Agoro amesema kuwa hatua zilichukuliwa mara baada ya kisa hicho kuripotiwa, ambapo kufikia sasa vijana 127 wa kurandaranda mitaani wamekamatwa na wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali. langu ni kuhakikishia watu wa Mombasa la kwamba usalama imewekwa madhubuti, na kila mali tunapeana usalama bila kubagua, na wale ambao wanaleta fujo na mchafuko wote tunashika na tunapeleka mpaka kotini. Uh, wajibu mashtaka lenye wanastakiwa na.